Mumeona kumekuwa na makelele, imekuwa inatoka kule Nyanza na kwingineko, wanapigia huyu kelele, sijui hakuomboleza vizuri, wanasema huyu sijui hakufanya nini. Mimi nataka kuwaambia watu wa Ukambani, hiyo inaitwa diversionary tactics. Wanataka tusahau kuna wamama wanne wanalia sababu watoto wao walipigwa risasi pale Kasarani, si ndio? wanataka tusahau kuna kijana anaitwa Bob Njagi na mwingine anaitwa Nicholas Oyo, ambao waliabdaktiwa karibu mwezi moja uliokwisha na hawajaonekana na serikali haijaongea. Wanataka tusahau huyu Kasongo amepanga kuuza kampuni za Kenya kumi na moja, moja wako ikiwa Kenya Pipeline wanataka tusahau ile siku Raila alikufa, Kasongo alitia sahihi sheria nane ambazo ni kinyume na sheria. Mimi naomba watu wa Kenya na watu wa Ukambani tuache ile mambo ya maombolezi. Kuomboleza ni personal, naweza omboleza naweza kataa, hiyo ni personal. Lakini ile mambo sio personal, ni huyu mtu ametia sahihi sheria inaitwa cyber crime hatu weo ukiandika hafanyi kazi kwa Facebook anakukujia jioni. Hatu weo ukisema hajaleta maji Ukambani anakuuliza nani alisema, anakukujia jioni. Mimi nauliza majenzi na Wakenya wote, tuchukue kura ndio tupeleke Kasongo nyumbani na ndio tupeleke Kasongo nyumbani, lazima tukue na kura. Si mambo ndio hayo, lakini tumekubaliana kitu moja tarehe 27 sasa nataka tuwape, na nimesikia hapa mkiambiwa na mheshimiwa munasemae ee. Kwa hivyo nikisema kitu nasema ee. si ndio? Hebu tufanye dihaso mombone ah -ah, nataka kuzikia sauti mombone. Tunaapa ya kwamba tarehe ishirini na saba mwezi wa kumi na moja tunaamka asubuhi kumchagua Anthony Kisoi, sababu kura kwa Kisoi